Tumai umbweri wa afya na Mungu amekulinda na kuiona siku ya baraka tena ya kuinuliwa kabisa. Karibu ndani ya nukuu ya matumaini majira haya ya asubuhi. Katika nukuu, nami nitawarejesha, nitawarejeshia miaka iliyoliwa na nzige na parare na mandumandu -mandu, na jeshi langu kubwa litakuwa limekuwa tena na nguvu kwa ajili yako. Mwezi umeanza, na katika nukuu twasema hivi Bwana atarejesha vitu vyote vilioliwa na parare, nzige na mandumanu, zote zitarejea kilicho cha maana. Endelea kutika na kukaa ndani ya maombi na kumtukuza Mungu akulinde katika hatua zako zote za kila siku, nanyi mtakula chakula tele na kuishi katika kushiba siku zote, kulilinda jina la Bwana na kuwa watu wenye uaminifu wa waishio katika utukufu wake. Maajabu makubwa yatatendeka kwa ajili yenu na mwenye nguvu mumba bingu na nchi atawalinda siku zote, naamini hayo katika imani pia. Nawe amini hivyo ya kwamba matumaini yetu makubwa mwezi huu ni mengi, na anayetulinda na kututunza ni Mungu mwenye nguvu. Naye mtajua ya kuwa mimi ndiye Mungu wa Israeli, asema hivyo kalingana na maandiko matakatifu, ya kwamba mtafahamu na kujua ya kwamba yeye ndiye Mungu wa Israeli, na Israeli wana ushuhuda tosha ya kwamba Mungu aweza fanya njia pasipokuwa na njia. Mungu anaweza kulisha katika jangwa. Israeli wana ushuhuda tosha. Bwana anaweza angusha kuta na kuzunguka tu na uzianguke pasipo kutumia uzito wa nyundo ama kugonga lolote, kuvipiga tu vigelegele na fidimbi, na inawezekana. Basi mwezi huu ni mwezi ambao Bwana anatusaidia kuangusha kila kuta na kila zito lote linaonekanayo mbele yetu litaondoka katika jina la Mungu. Ezekieli anasema hivi, hatimaye baada ya hayo ya kwamba mtazipokea nguvu za Roho, watoto wenyu, wana wenyu watakuwa na nguvu za Roho, wote wenye mwili watajawa nguvu za Roho, wazee watapokea nguvu za Roho. Roho wa Bwana awasaidie mwezi huu, nasema mwezi wa kumi, katika habari za nukuu ya matumaini zipokeeni nguvu za Roho. Roho awasaidie wa awape uwezo katika mwezi huu, mwezi huu mpya kabisa, natamani Bwana awashe e, nyota yako yangae, bingu ikusikie, ifunguke malango na mageti yako, yabarikiwe baraka za mjini na mashambani, zipokee kapu lako la unga likabarikiwe. Tuna uwezo na nguvu ndani ya huyu Mungu na kwa sababu tunamtumainia. Huu ni mwezi ambaye ataibisha maadui na kutupa uwezo. Huu ni mwezi ambaye atatuangazia vitu vyetu vilivyopotea vitarejea. Vitu vyetu vilivyoonekana vipo vitakuja tena. Kama mwezi wa tisa tu kukutana na baraka, ni mwezi wa kumi unakutana na ajira, ni mwezi wa kumi biashara inafunguka, ni mwezi wa kumi vitu vinainuliwa. Nasema hivi katika habari za nukuu ya matumaini lakini sasa nirejeeni mimi ama ni kujeni kwangu ama rejeeni kwa Jehova, kujeni kwake Mungu wa Israeli, muumbaji wa bingu na nchi ili vitu mnavyoviomba mwezi huu vikafanikiwe, na vitu mtakavyoviomba mwezi huu vikainuliwe na kibali cha baba Mungu kikawe nanyi, uwezo na neema yake ikazingire maisha yenu, kila lango liliyofunga likafunguke, kila bingu ikasikie sala zenu, na mwezi huu mkafanikiwe, mwingiapo mtokapo. Katika habari za nukuu, Bwana atarejesha vitu vilivyoliwa na miaka iliyopotea itarejea tena kupitia mwezi huu viwango vyako vya baraka vinaonekana kupitia mwezi huu. Kibali cha Bwana kinakuguza, maana tunatangaza na kukiri kwa wazi ya kwamba mwezi huu ni mwezi wa baraka zetu. Hatua za miguu zako zibarikiwe, lolote utakaloliguza likainuliwe, mikono yako ikabarikiwe, na popote utakapokanyaga mwezi huu kibali na uwezo na nguvu za Mungu zikae pamoja nawe. Tunasema katika nukuu vitu vilivyoliwa na kupotea na vyote vilivyokwenda mbali vitarejea. Madeni unayedaiwa Bwana kusaidie ndani ya mwezi huu ukaweze kulipa, na wewe ambaye una wadai wa kulipa, mwezi huu ufanikiwe. Ingiapo ufanikiwe, utokapo kibali kiwe pamoja nawe. Na ndiyo nukuu ya matumaini asubuhi ya leo na Mathew Ndeva. Asante na happy new months. Nasema hivi 45, 61. 468 ni ti namba yetu. Zaidi ya yote, pia unapozipokea baraka, pia simama na kituo hiki, na Mungu amani atakubariki sana. Asanteni sana, karibuni kabisa. Neema ya Baba inatosha, na Mungu wetu ni mwaminifu kila kuchu.